Asalamu alaykum, mtazamaji na mfuatiliaji wa Mapito Online TV, bila shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea kuvuta pumzi hii ya Allah bila kulipia tozo. Kama hivyo ndivyo, basi tuna kila sababu za kumshukuru Allah tabaraka wa Taala, kwani yeye ndiye ambaye anatupa pumzi, anatupa ujanja wa kuweza kufanya kila kitu. Nikukaribishe sana kwenye kipindi cha Mapito ambapo tuko katika mfululizo wa mapito ya dada Shamila ambaye alikutana na msukosuko wa kuweza kuingiliwa kinguvu na baba yake mzazi. Tumezungumza mengi juu ya mapito aliyoyapitia mpaka kufikia hapa alipo. Na siku hii ya leo ikiwa ni mwendelezo wa sehemu kama ya nne hivi uh, kwa mfululizo uh, uliopita. Siku ya leo tutaona mengi ikiwa ni uh, episodi ya mwisho ambapo Uh, sehemu ya tatu tuliishia pale ambapo akielezea mara baada ya uh, kesi kule polisi kutakiwa aifute, aliifuta na mwisho maisha yakaenda, lakini baada ya kama miezi miwili hivi, siku moja akiwa amekaa na mama yake ya mzazi uh, tumbo lilifanya kama kumshika mfano wa mtu mwenye chango. Hapo ndipo ambapo tulipoishia. Siku ya leo uh, twende tukajue nini ambacho kilichoendelea. Kumbuka, usisahau kusubscribe Mapito Online Tv. Mimi jina langu naitwa Abra Tuesday. Karibu. Salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Vipi hali bi Shamila? Namshukuru Mungu nipo salama. Haya, karibu sana Shamila. Tuanzie pale ambapo tulipoishia. Sasa nakumbuka ile siku nilikuwa napiga deki ndani, napiga kwa kutumia lile dekio la kitamaduni ya swali lile la tambala, ndio nikawa nimeinama hasa, kwenye kuinama vile ukawa umepita kama mchango, yani yani tumbo kama likawa limenishika sana limenibana, nikawa nimepiga kelele nikakaa mm. Mama alikuwa ananiangalia akaniambia, vipi? Nikaambia nasikia mchango unapita hivi na hivi. Nikaambia ndio sa mimba kwelio? Nikapata hofu Imepitaje? Mm. no, e, nikaambia, e, ni ni ndo mara ya kwanza mi, mama, nasikia mchengo kama huu mm. Aujakosia? Ndio, sijawahi kusikia hapo kabla. Akaniambia haya, hamna shida. Kweli baadaye, tumekaa mda kidogo, mama akawa amemtuma mdogo wangu, akamtuma dukani akamwandikia karatasi, akampa elfu moja akaambia, nenda ni mpe nini utakaemkuta hapo famasi karatasi. Baada ya muda kidogo, mdogo wangu akawa amerudi mama akanaambia chini ni kipimo cha mimba nikaambia haya akanaambia hapa kojoa tupime kama ni kweli mi mimba zangu zote huwa ndo nahesigi yeah, mm. yeah, mm. yeah. hivyo mimba zake huwa anapata gachengo kama nililopata mie mm. kweli nikaa nimeenda bafuni nikaa nimefanya vile mkojo mm. nikaa nimemletia akaa mipima kweli bwana kile kipimo kikaa kimonesha positive na mimba mama angu kwanza akaangua kilio hmm, akalia, akaniambia, kwani baada ya kukut, babako vile kufanyia mkutana na wanaume, mimi sije kukutana na mwanaume yoyote, sijawahi mpaka sasa hivi, au labda kabla babako hajakufanyia, ushakutana ushekutana? Mama, sijawahi kukutana na mwanaume mpaka baba analifanyia kile kitu. Yani mama kuniuliza vile, ataki tu ile mimba hiyo ya baba anataka ile mimbangalo hiyo ya mtu mwingine ndo andia, alichokuwa dhamira yake, vile akaliani ndo aka akasema, basi kumbe ile nini aka anatumia za kauli fulani hivi za asira mm, basi ile baba wako, mtu fulani hivi sijui nini, yani tungemfunga tu kumbe sasa mm, utaishije mwanangu? Yani, Samia hapo nikalia, akawa anapigia baadhi ya ndugu zake anaoamini, bwana ile ishi moja mbili tatu, mja mzito mm. akampigia mama mkubwa wangu yule, aka mama mkubwa akaambia, hebu kafanye ni haka, mamugubu, haka ambia ultrasound kujue mm. ina mda gani sijakaa, mabinti nao akawa na michi zake mingine kaa, ila ni kweli, ndio kweli, tukajiandaa hapo, tukaenda hospitali mm. tenda tu hospitali ya private ilikuwa ipo karibu na nyumbani. Mm. tukaa tumemuelezea yule daktari, akatuambia sawa, mna shida ultrasound elfu thelathini mm. kwani tukaa tumepima ultrasound yenyewe, haionyeshi specific siku, ila inaonyesha tu yani, haionyeshi labda siku mimba ilengela, unaambiwa labda mimba ina siku kumi na nne, kwa sababu ukipigia kutokea hapa siku kumi na nne kurudi nyuma, unapata mm. jibu mimba ilipatikana lini, baada mm. kwa mimba ina muda fulani mm. tukapiga kurudisha nyuma, ni siku ile ile ya tukio Ikagongea pale koo hapo, haipingiki tena, mimba ni ya nani? Ni ya baba ya mzee. E, mama akakosa hamu ya kula, tulikuwa tumepika, hamu ya kula ikakosekana. Ilivyofika jioni, fanya biashara kama kwa biashara zake, jioni jioni, jni, mm, akaa kila mda ananipigia, vipi umekula? Naambia sijala, jitahidi ule yani. Nikawa nalia, naingia tu ndani nalia, nalia, nalia, vikualina mimba Ivi, yani siamini mm. mpaka tumbo sitoke tu yaibu mm. yani mimba, mtoto mimba, nani baba, yani mm. ilikuwa siri la itakuwa tena siri, ndio ndio ndio. Nikawa nalia tu hivyo, mama akapata ushauri kwa mwanamke mmoja, akambia, sasa unavolia unampa unamvunja moyo, hebu kuwa imara, usilie akuone upo imara, alafu mjo mtafanya nini, aidha kama kuitoa au waizae Tukaa tumerudi nyumbani, mama mama akawa amerudi nyumbani lakini, kama kuja kama ona, anajisikia kula nini, nikamwambia najisikia kula mishikaki mm -hmm. yale mishikaki ile mapupu mapupu yale ilikuwa inauzwa, lakini jazo pilipili nyingi, ndio yeah. Yani sasa nikaanza kuonyesha zile dalili zizo za mtu mwenye mimba mm -hmm. Nikawa yani chakula kisipokuwa na pilipili miski mm -hmm. Afrika, anapenda kulali mavitu ajabu ajabu yale ambayo ni kwa stapiki. Okay. Stapiki sifanyi chote kile Kula na kula kila kitu ila kiwe na pilipili tu ndo ninakila, ndio sana sana ile mapupu ya ng'ombe ndo nilikuwa napenda. Okay. Imekaa kama wiki, mama kananiambia, kona mpango gani na hicho kitu? Mimi nikamwambia kwa kweli, mama, mimi sijui, ndio nizae tu kama hivi. Una akili kweli mwanangu? Nizae kweli? Sawa, kutoa mimba ni dhambi, Mwenyezi Mungu mwenye anaona. Mimi tumeipataje? mwanamume mwingine ungeisaa tu ya baba kweli? Ndiyo. Mama lakini alimpigia yule, kuna mtu mmoja mwake mama badale, tukio kutokea mama hakuelewana nao tena kule ubabani mm. Ila alikuwa na mtu mmoja tu ambaye anaelewana naye, mimi nilikuwa namuita anko, lakini hajashia tumbo moja na baba. Ndio alimpigia akamuelezea hiyo issue, hiyo issue akamwambia baba. Kwa hiyo mm, mama akampigia baba akamwambia, ni basi ungemfanyia vyote ila mtoto wangu usingemfanya akapata mimba, si mtu mzima ungejua ufanye nini, ila asipate mimba. Kwa hiyo mimi alipokea kitu chake Babangu alichomjibu alijibu vibasi, nishafanya ni walipe shingapi, ndo kauli aliyotoa mm. kwa mimi nikana sia mizogo, wanatukana na kwenye simu mama na baba. Mama akasimani sa kusamee mpaka kwa Mwenyezi Mwenyezi Mungu mm, yeah. kwa kuharibu maisha ya binti yangu, sa kusamee. Mama akasimani alivyoanza kuongea na baba akanikona ametoa laini kwenye simu, akawa amevuja, akasema kwanzia leo sitaki mawasiliano na, si, na, si na baba yenu, yani hata na mtu anayemjua wa baba yenu, yani ishie tu hivo, kama laini, nitaanzisha maisha upya yani tu ili tukeli. Nilisahau kuna mamdogo wangu mmoja ni nesi, mama alimwambia pia kuhusu hiyo ishi ya mimba yangu kama mm-hmm, akaambia mimba yenyewe ni kubwa ila sio kubwa sana, na kutoa uwezekano upo, saa mtachagua nyie Make hitimisho mm. la mwisho tulilofikia mama aliloamua mimba itolewe. Hitimisho mm. la mwisho hilo, siwezi kuzaa mtoto wa baba yangu. Hiyo ni ngumu kwa mama kwa hata mtazamaji, mama alivyonaambia, ila mi nilikuwa kwa muda huo hata kata sema mama wewe ulikuwa unafuata, e, tu unafuata, sitaki kupingana naye mwenye hata pia niliridhia, nigasema kweli mama itolewe m mm. sitaki kuzaa mtoto wa baba yangu, siwezi Mm. Kama mdogo wangu akashauri cha kufanya hapo, hiyo mimba msitumie vidonge, akatumia mm. jina la sindano fulani tu kichomo hizo sindano mm. i, inatoka vizuri. Aikumbuka mm. labda jina la hizo sindano, hapana, sikumbuki kivyo mm -hmm akatumia jina na mm. hiyo sindano kweli. Tukaenda kwenye ile hospitali ambayo tulifanya ultrasound, ndio ntakasimiza sindano sina, ila kama mnao haraka nazo ntawagizishia mama mm. ikabidi awe mkole, akamwelezea situation ilivyotokea, akaambia haina shida, basi njioni kesho mm. hicho tendo ntakifanyia hapa hapa, sio nyumbani. Ndio kesho yake tukaja, mama akawa ametoa pesa mm. ile sindano, nikaa nimechomwa mm. yani ni nima, maumivu sijaza ya nielezeje yale maumivu. Mm. Kwa wanaelewa ambao, mimi sio, kwa sababu, mimi sio, ndiyo, na wanaelewa ambao mimi kwa sababu mimi sio mtu wa kwanza. Ndio maana nikasema issue nitaisimulia. So mtu wa kwanza kutoa mimba hapo, wengi wanatoa kila kufikia wanatoa kutokana, mm. na wengine wanatoa kwa kupenda, wengine mm. wanatoa kwa kupenda. Mm. Hivyo. Kwa nilisikia maumivu fulani, yaani nilipiga mm. kelele, nilikuwa nalia kwa sababu nilikuwa nasikia ni vitu tumboni vinavurugana. Kwa hiyo mm. ile sinalo ilikuwa ndio nienda kumharibu yule mtoto. Baada hapo nikawa damu tu inatoka mabonge ya damu, damu mwisho mm. wa siku nikawa nimetulia hivyo. Eh, nikakaa kama siku mbili tatu damu zinatoka, ule uchafu maji maji yakawa yanatoka, mpaka mwisho wa siku nikawa vizuri, nikapewa na madaa ya kukausha Mm, Fulo baki utoke, nikawa nameza vile vidonge mm, kweli nashukuru Mungu sikupata tatizo kwenye utoaji mm. Baada ya mwezi nikawa nipo vizuri kabisa, ni kama mtu ambaye sikuwahi kuwa na mimba mm, wala hivyo, nikawa nipo vizuri hivyo. Mm, ndio hivyo. Kwa mama angu na upande wa baba angu mawasiliano hawana mpaka kesho, yani mpaka muda huu, hata mimi mwenyewe yani, kwanza hata sipakumbuki, na hata toka kipindi hicho mpaka sasa hivi wala hujawahi kuwasiliana naye hata namba yake nilikuwaga nayo kichwani ila nilimumbaga nili Mungu nikaisahau. Yaani mpaka leo, mpaka leo mtu ukiniuliza, baba ambami, babangu alishakufa. Yaani ndio jibu ambalo nampa mtu, sina baba la, la, lakini sura yake kama ukimuona hapo unamkumbuka. Okay. Maki kuna baadhi ya picha nyumbani hmm. Usipo nyumbani tulipigaga na na na. miaka mingapi itakuwa imefika mpaka sasa hivi? Kutokea elfu mbili na ishiri na moja mpaka sasa hivi miaka, okay, minne. Mm. na matokeo tena, maana nakumbuka uliniambia kwamba ulikuwa umefanya mtihani wa mm. matokeo, matokeo, mm. matokeo alitoka. Nilifanikiwa kupata three ya ishiri na nne lakini sikwenda advance ao, nilipangiwa advance mm. ila sikwenda advance. Nilitulia kwanza nyumbani mm. mwaka jana ndo nikaanza chuo Okay. Kwa hiyo unasomea, una nini kwa hapa ambapo huu ni mwaka wangapi? Wa kwanza, mm. Ah, msikilizaji, tuko kwenye mapito ambayo dada Shami ameyapitia. Ah, bila shaka kama ulikuwa na sisi toka mwanzo wa kipindi hiki mpaka leo hii ambapo kwenye mapito tunahitimisha kwa historia hii tumeweza kutambua mengi, tumeweza kujifunza mengi, tumeona kwamba mapito ambayo binadamu anayapitia ni magumu, ni mapito ambayo wakati mwingine wengine hawapendi kuyakumbuka, lakini uh, dada Shamila ameweza kuyakumbuka na ameweza kutusimulia yale mapito yake. Huenda na wewe kuna mapito ambayo unayapitia ni magumu. Uh, ya namna yoyote ile basi usisite kuja kututafuta na kuweza uh, kuyasimulia mapito yako, wenda hili likakupa faraja, lakini pia watu wengine wakaweza kujifunza. Unaweza kunitafuta kupitia nambari ya simu ambayo ni sifuri saba saba mbili sita sabini na nane sabini na nane sita. Dada Shamila Mdia. Labda jambo la mwisho ambalo ungependa kulisema kama usia ama kuwaeleza jamii ambayo inakutazama kupitia Mapito Online TV ni jambo lipi? Mi jambo ambalo mi, kwanza, na ushauri ushauri wangu mm, kwa watu ambao walishamakini, kuna watu wengi walishafanyiwa kitendo kama changu, wengine walifichi, wengine walikitoa kwa watu mm, kuo na ushauri kwa wale ambao walificha, labda pengine wakaofia aibu. Hapana, hicho sio kitu cha aibu mm wala sio kitu cha udhalilishaji mm. Saa wengi wana kitafsiri hivyo, ila hapana. Yaani mi nilichogundua baada ya kuwashirikisha watu makeli kile kitu nataka kukificha mm. ila baada ya kuwashirikisha watu mm. angalau nafsi yangu ikawa na amani. Kuna vitu mm. vingi nikapewa ushauri mm. mambo mengi ko, mi mpaka sasa hivi najiona ni mtu Yani na feel sikuwahi kufanywa hicho kitu. Na msikilizaji, hili pia liwe jibu kwa we ambaye unaweza ukajiuliza kwamba ameyapitia haya, lakini pia kwa nini ananisimulia huku akiwa na tabasamu? Ni kwamba ameshasahau kila lenye yeah, mwanzo halikosi mwisho. Mwisho wa yeah, ma, machungu ambayo aliyapitia ulishafika. Kwa hiyo, kwa sasa ndio maana anarilaksi na anaweza kutusimulia huku akiwa ana tabasamu kabisa. Mimi nikwambie mtazamaji kwamba mficha maradhi basi mauti humumbua. Usijaribu kuficha maradhi, usijaribu kuficha mapito yako. Nafikiri hatuna la ziada, baada ya hayo yote ni kushukuru sana mtazamaji, lakini pia ni kushukuru uh, wewe kameramani wangu, eh, Profesa Kevin uh, kwa uvumilivu, ujasiri na kwa hali na mali kwa namna ambavyo ulivyoweza kujitolea kuhakikisha kipindi hiki kinaenda hewani. Msikilizaji, nikukumbushe tena kwa mara ya mwisho, usisahau kusubscribe na kushare lakini pia kulike. Bye bye.